Chama cha Jubilee kimemuidhinisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza baada ya kikao cha baraza kuu la kitaifa la chama hicho, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni amebaini kuwa ombi la Matiang'i la kuwania urais kupitia tiketi ya Jubilee liliidhinishwa kwa kauli moja. Matiang'i pia akiteuliwa kuwa naibu kiongozi wa chama hicho na kupewa ruhusa ya kuwakilisha Jubilee katika muungano wa viongozi wa upinzani. James Mwangi na taarifa hiyo. Kwa mara ya kwanza tangu kufanyika kwa mkutano wa kitaifa wa chama cha Jubilee, baraza kuu la kitaifa la chama hicho hii leo limeandaa kikao na kumwidhinisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani, Fred Matiang'i kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. the, the Where we were able to deal with key issues of readership, uh, structure, and, uh, also the strategy that we, or strategic, strategic direction that we want to take as a party. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni amethibitisha kuwa walipokea ombi la Matiang'i kuwania urais kupitia tiketi ya Jubilee, baraza kuu la chama hicho kwa kauli moja likikubaliana kuwa Matiang'i anatosha kupeperusha bendera ya Jubilee na kunyakua ushindi katika uchaguzi huo mkuu ujao. We also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate and the NEC approved dissolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate and even as he goes to the United Opposition he goes there in that capacity Matiang'i vilevile vile ameteuliwa kama naibu kinara wa chama, uamuzi huu ukimaanisha kuwa ataiwakilisha Jubilee katika muungano wa viongozi wa upinzani. We, as

Aidha, Kioni amefichua kuwa kikao hicho kilijadili masuala muhimu ya chama cha Jubilee, ikiwa ni pamoja na mikakati itakayoboresha shughuli mashinani na kukifufua chama hicho kabla ya mwaka 2027. James Mwangi, Undugu TV.